Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania yani TEC limetoa wito kuwaomba waamini wa, wa kanisa hilo nchini kuwa na siku ya sala na mfungo kuombea uwepo wa haki na amani katika nchi yetu. Katika wito uliotolewa na mwenyekiti wa idara ya liturujia TEC, Askofu Simon Masondole Juni 19, 2025 umeeleza kuwa siku hiyo itakuwa ni Agosti 23 mwaka 2025, ukisisitiza na nukuu, lengo mahususi ni kuliombea taifa letu la Tanzania lidumu katika haki na amani tunapoelekea kufanya uchaguzi mkuu mwaka huu 2025. Taarifa hiyo imeeleza kuwa itakuwa ni siku ya sala na mfungo kaoambatana na sakramenti takatifu na kufanya kitubio. Naendelea kunukuu, sisi maaskofu wenu tunaomba waamini wote katika kanisa letu kufanya sala na mfungo siku ya tarehe 23 Agosti 2025. Kila jimbo, parokia, jumuiya za kitaa na taasisi wataweka utaratibu utakaowawezesha watu wote kupata nafasi ya kumwabudu Yesu wa Ekaristi, kusali na kutubu siku nzima kwa masaa 12 au 24 kufuatana na uwezo wa mazingira. Mwisho wa kunukuu. Taarifa ya teki ambapo wakatoliki wameombwa kufunga siku ya Agasti 23 kuombea haki kuelekea uchaguzi mkuu wa wabunge wa madiwani wa bunge na rais mwaka huu wa uchaguzi elfu mbili ishirini na tano.